Utamwona mtu ana comment katika mtandao, hali ya kijinasibu yeye ni mwana Sunna, lakini akikoment ya anatukana ya Sunna, ndo anavyosema hivyo, anamshambulia yule au anashambulia kundi fulani. Hivi kuna sunna hapa? Kosa anataka aliondoe, kwa nini? Yani mtazamu wake wale wanakosea na yeye anakuja anafanyaje? Nikatoa mfano mzee mmoja alikuwa ndani kapumzika stingirumu, watoto wakawa wanacheza kibarazani, wakakoseana, mmoja akaliporomosha tusi kumtukana mwenziwe. Yule mzee alikurupuka ndani akatoka nje, nyinyi katukaneni huko, hapa sio mahala pa matusi <laughs> hapa kuna heshima zake, hapa kadha kadha kadha, naye akaweka shada. Hapa sio mahala pa kufanyaje, lakini na mwisho naye akafanyaje ndio watu wanajiita leo watu wa Sunna, lakini wanaongoza kwa kutoa kauli chafu, wanamtamkia mtu kwenye comment hali ya kuwa mwenyewe hayupo. Si unanielewa? na haya tunaaminishana. Wapo watu wanaojiita watu wa tarika, si ndio? wanatoa lugha chafu kwa waliokuwa watu sio wa nini wakawatukana wakawasengenya na kadhalika, na wapo watu ambao si watu alika, wakawatukana hawa huku. Tatizo nini? Atahazubu fi rai, tumekwama hapo. Waislamu wa leo, watu wetu tunawafundishaje? Hatuwafundishi dini, tunawafundisha umakundi, si unanielewa? Ndio janga la leo. Kama utatuliza kichwa chako na utakuwa huru kwenye elimu Jua sasa hivi asilimia kubwa ya walimu hawafundishi dini. Wanafundisha nini? Umakundi, watasarruu fil hukmi, na kuwa watu wepesi wa kuwajaji wenzio. kitu kidogo motoni. kitu kidogo hayumo. haya ni katika sababu mama za kuwafanya watu wakosee sana.